Tuanze taarifa zetu. Kaunti ya Tranzoia ambapo maafisa wa polisi mjini Kitale wanamzuilia mshukiwa mwenye umri wa miaka 35 baada ya kupatikana nyumbani kwake akiwa na bunduki sita za kujitengenezea, risasi kadhaa, misokoto ya bangi na vifaa vya kutengeneza pesa bandia katika mtaa wa mabanda wa Tuwan, anavyosimulia Mike Muskoy. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Saboti, Eric Ngetich, taarifa kutoka kwa umma ziliwezesha kumnasa mshukiwa huyo kwenye nyumba yake akiwa na silaha hizo hatari, miongoni mwa vifaa vingine vya kuendesha uhalifu na ulagai. Tulipata habari kutoka member of public kwamba kuna mshukiwa mmoja ambaye anaaminika kwamba anahusika kwa kutengeneza e, bunduki gushi ambayo tunaita imitation of fire na waliweza kwenda pale na wanakanaza bunduki sita ambazo tunaita homemade guns. Pangi pia ilipatikana 40 rolls, na tena cha kusangaza ni kwamba hata mazina ya kutengeneza pesa nayo ilipatikana. Marisasi guzi ambayo pia inaonekana kijana najitengenezea ambayo inatumika kwa hizo bunduki ambayo wametengeneza. Viongozi hao sasa tayari wameanzisha uchunguzi wa kina kubaini iwapo bunduki hizo zimetumika kufyatua risasi, wakisema wanaamini zimechangia katika ongezeko la visa vya uhalifu eneo hili. Hizo mabunduki zitapelekwa kwa ballistic, e, ibainike kwamba zinatumika ama sifanyi kazi. Ile tu ni kwamba hizi mabunduki ingekuwa na usumbufu kubwa sana kwa upande wa uh Matisi. tumekuwa na shida ya security kule Matisi na sehemu zingine za vitongojini huko Pondeni, Tiwani, Kipsongo, na tuko na uhakika ya kwamba hizi bunduki zimekuwa zikitumika kutisa wananchi kwa njia moja ama nyingine. Kufikia sasa zaidi ya watu kumi na wawili wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa kuhusika na visa mbalimbali vya ukiukaji wa sheria. Kwenye jitihada za kukabiliana na magenge ya wa wahalifu, tunaonya wale wahalifu, na tayari tumenasa wengi sana na wamepelekwa kotini. E, kwa muda wa myezi, mwezi mmoja tumeweza kunasa ile vijana ambayo wanasumbua hii Matizi, kama kumi na mbili hivi, na kesi zao ziko kotini, kesi zinaendelea. Kamishena wa kaunti Gideon Oyagi anaamini kuwa mshukiwa huyo ana wenzake ambao wamekuwa wakishirikiana nao kwenye uhalifu wa biashara hiyo, na kutaka wakazi kutoa taarifa zitakazofanikisha kukamatwa kwao. Kitu tunaomba ni kwamba wananchi wawe tayari kutupatia majina ya wale ambao wana suku enda ikawa wamekuwa wakishirikiana na huyu jamaa ambaye amekuwa akitengeneza hizi bunduki, kwa sababu tunaamini ako na soko mahali anapeleka, tunaamini ako na soko ya hii pesa, tunaamini ako na wateja wa banki. Mike Muskoyo, West TV, kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia.